Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri kampuni ya Perseus ya nchini Australia yatoa tangazo rasmi la kuanza ujenzi wa mgodi wa dhahabu ya Nyanzaga uliopo wilayani Sengerema mkoani Mwanza, utakaomilikiwa na kampuni ya ubia ya Sota, ambapo kampuni ya Perseus ina umiliki wa hisa za asilimia 84 na serikali ya Tanzania ina umiliki wa hisa zisizofifishwa za asilimia 16. Taarifa hiyo imetolewa tarehe 28 Aprili 2025 imeeleza kuwa takriban kiasi cha shilingi trilioni moja nukta nne sawa na dola za Kimarekani milioni mia tano ishirini na tatu pamoja na dharura zitawekezwa kujenga mgodi zitawekezwa kujenga mgodi mkubwa unaotarajiwa kuzalisha dhahabu ya kwanza katika robo ya kwanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Fedha zote za kujenga mgodi zitafadhiliwa na Perseus kupitia mikopo isiyo na riba, ambayo itapelekwa kwenye mradi wa Nyanzaga moja kwa moja. Na fedha hizo zote zipo kwani Perseus ina salio la pesa taslim na pauni la dola za Marekani milioni mia nane na moja kufikia tarehe thelathini na moja Machi elfu mbili na ishirini na tano, ilifafanua a taarifa hiyo. Kwa kutarajia maamuzi ya mwisho ya kuwekeza Final Investment Decision, FID katika mradi huo, yangepitishwa ya na uongozi wa juu wa kampuni ya Perseus, tayari Perseus imetumia takriban dola za Marekani milioni 27.5 katika kutekeleza shughuli za awali za maandalizi ya uwekezaji. Shughuli hizo za awali za kujenga mradi wa Nyanzaga zilizokuwa zinaendelea ni pamoja na kama kuanzisha eneo la kufanyia kazi Sasti, Site establishment, earthworks, ujenzi wa kempu pamoja na kutekeleza mpango wa utekelezaji wa uhamisho RAP na kujenga makao mapya kwa watu walioathiriwa na mradi. Mara baada ya kutoka kwa tangazo hilo Lape, la Perseus, Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde, amesema taarifa hiyo ni njema kwenye kukuza sekta ya madini na ni matokeo ya kazi nzuri inayofanywa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo imeweka mazingira mazuri yanayoendelea kuvutia uwekezaji mkubwa nchini. Vile vile, Mheshimiwa Mavunde amebainisha kwamba kutolewa kwa tangazo hilo la kampuni ya Perseus kumeleta matumaini makubwa na kukata kiu ya wananchi wa Sengerema ambao wamesubiri mradi huo kwa muda mrefu, na sasa ndoto yao inakwenda kutimia kwa kuona mradi mkubwa wa kuzalisha dhahabu unaanza, ambao utasaidia upatikanaji wa mapato ya serikali, ajira kwa wananchi, na kuchochea maendeleo ya wilaya ya Sengerema na nchi kwa ujumla. Aidha, Waziri Mavunde amesisitiza kwamba wizara itaendelea kutoa ushirikiano kwa wadau wote wenye nia ya kuwekeza kwenye sekta ya madini nchini ili kufanikisha adhima yao na kupelekea kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla. Mohab TV Dodoma.